Leo tupo katika mandhari ya kijani kabisa, kama unavyoona mazingira yenyewe yana sadifu yaliyomo, na leo tutaenda kuongelea mambo ya kijani kijani, majani kwa kuku yanasaidia ya nini? Lakini nimepokea maoni mbalimbali kutoka kwa watu, mtu akilalamika, kuku wangu nawekea majani lakini hawali, haijalishi ni vifaranga au ni kuku wakubwa. Sasa leo nitaenda kufundisha mbinu ambazo unatakiwa uzifanye, ili kumwezesha kuku wako kula majani na pia kuitengeneza tabia hii kwa vizazi na vizazi vya kuku wako. Endelea kuwepo nasi, usitoke. Mimi nilikuwa kama wewe, lakini kutokana na kufuga muda mrefu nilianza kuchunguza kuku. Kuna majani tu yako katika mazingira yetu eh, ukiwaachia kuku wako unaona wanakula. Kwa hiyo nikafanya research na hayo ndiyo nawapa kuku wangu, huwezi amini mpaka hivi sasa nimeshasahau kuhusu chanjo, nimeshasahau kuhusu madawa mbalimbali mbali, lakini pia saplimenti za chakula. Mimi kuku wangu huwa nawafungia ndani na nawapa na majani, nawakatia yale majani yao nawatupia ndani, lakini leo nitaenda kumfungulia mmoja, alafu tumwone, tunazunguka naye mimi na wewe, tuangalie majani gani hasa anapendelea kuyala. Usije ukasema namlazimisha, utajionea mwenyewe. Hawa hapa ni kuku wetu wadogo kabisa, kama unavyowaona, mmoja anaitwa Kibibi na mwingine Mwana Huru. Tutaenda kuachia na tutakuwa nao mwanzo mpaka mwisho, majani gani wanapendelea kuyala. Kuku huwa fanana, anje, eh, wana tabia zinazofanana bwana. Ukiwatoa nje eh, utaona wana pekua pekua kwenye majani lakini pia mchanga pamoja na wadudu. Kwa siku moja huwezi ukagundua majani yote, kwa hiyo ni muhimu kuwa unawachunguza mara kwa mara, ili kujua majani yapi haswa wanayapendelea. Kutokana na tafiti zangu, niligundua majani hayo hapo wanayapenda, yanaitwa Nimble Will. Eh, yapo katika mazingira yetu ya kila siku, lakini pia kulikuwa na majani haya hapa, naitwa Solana, nadhani unayafahamu kwenye mazingira yetu, utayapata au umeshawahi kuyaona, ni mazuri sana. Mengine ni haya hapa yanaitwa Buffalo Grass au ukoka mgumu huu, nadhani wengi tunaufahamu jamani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa unaangalia kuku mara kwa mara e, unaweza ukagundua mengine zaidi ya hayo. Baada ya hapo, ukiyakata unayafunga. E, unaweza ukachukua kamba au majani ya mgomba unayafunga, yanakuwa kwenye vifungu kama hivi. Haya nimeyafunga vizuri, e, kama ulivyoona hapo nilivyofundisha namna ya kufunga. Kwa hiyo naenda kuwapa kuku wangu uone namna wanavyoyala. Pia nina vifaranga wadogo, kwa hiyo nikimaliza hapa nitaenda kukuonyesha namna ninavyowafundisha kula majani. Kwa hiyo endelea kuwepo hapo, hapo. Sometime, nikiingia kwa kuku wangu napenda kuwashikia majani kama hivyo. Eh, wanavyokula kwa kweli nafarijika. Majani haya ukiyafunga hivi unaweza ukalirusha tu kama lilivyo kwa sababu ni mazito. Eh, ukifunga hivi unasaidia kuku kuweza kuchakua yeye mwenyewe kwa hiyo namna nzuri hii ya kufunga hivi, kwa sababu na huku wengi, basi nitawatia, nitaweka vifungu vifungu kama hivyo hapo, nawatia moja zamaji natumai mwejionea mwenyewe, kuanzia kuku wakubwa mpaka wadogo eh, wote wanakula majani. Kuna haya hapa majani ya kisamvu lakini pia na ya mihogo. Kutokana na tafiti mbalimbali, zinaonyesha kuwa majani haya sio mazuri kwa kuku. Kwa hiyo ukikuta hawali, usiwalazimishe. Lakini pia kuna baadhi ya majani kuku wenyewe hawali, lakini lazima tuwalazimishe, kwa kuwa yana faida nyingi sana kwa kuku, ikiwemo mlonge, majani ya mlonge, yale majani ya mpapai, majani ya mwembe, aloe vera, mpera. Kwa hiyo ili kuwalazimisha kula, tunawachanganyia kwenye chakula au tunawatwangia kwenye maji. Mpenzi mtazamaji, kuku wadogo, kuna njia za kuweza kuwapa majani ili waweze kuyala. Njia ya kwanza unachukua majani kama yalivyo na unaweza kuwawekea kwenye banda lao, utaona kabisa wanajifunza. Siku siku ya ya kwanza wataringa, siku ya pili, siku ya tatu watakula wao wenyewe. Kwa hiyo kwa kuyaona watayagundua kwamba haya majani inapaswa tu yale. Njia ya pili ni kuchukua majani, kuyatwanga na kuyaweka kwenye maji eh. Kwa hiyo, anakuwa, wanafunywa indirect. Lakini njia ya tatu ni kutwanga majani hayo na kuchanganya kwenye chakula. Njia zote zinafanya kazi, ila zitatofautiana katika miezi ya kuku. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia, mimi huwa nawapokonya kuku wangu vifaranga, nawaweka pembeni, nawalea mimi mwenyewe eh, wanaendelea kula starter, lakini pia maji yao huwa nawachanganyia na hayo majani nilokutajia, ikiwemo mlonge, mpapai, mwalovera. Nawekea kwenye maji. Maji hayo huwa yanasaidia sana kuwapa vitamini. Sisi huwa hatununui vitamini dukani, maji tu yanatosha, yanakuwa na vitamini vyote. Hiyo leo nitaenda kuwapa haya matembele, hawayajui, lakini hebu twende tukaangalie namna watakavyoweza kuyala. Hawa wana wiki tatu, lakini walichelewa kidogo, ndio maana tukaona tuwatenge kwenye banda lao ili tuweze kuwabusi kidogo. Sasa hapo nikawapa matembele. Hatua ya kwanza, utakapoweka jani watabehave kama hivyo, wataliogopa na watakaa pembeni. Hatua wa ya pili watalifata, watalikokota na kuliweka pembeni kwa kuwa hawalijui lakini wakiboeka wataanza kulidonyoadonyoa ili kujua ladha yake. Kwa hiyo usistressi ukiona hawalili eh, wenyewe watajifunza na baadaye, utaona wakishazoea ukiweka tu wanalishambulia wao wenyewe, kama ulivyoona vile. Ndo tunawa train kuku wetu na kuweza kuwapa majani. Majani sio kitu cha kupuuza kwa kuku, kwa sababu yana vitamini na vitamini vitamin, zina faida hizi kwa kuku. Ya kwanza ni kinga eh, kinga dhidi ya magonjwa yote. Asilimia tisini ya magonjwa ya kuku mengi yanatokana na ukosefu wa vitamini. Sijui kuku anatoa machozi kwenye jicho, amebinuka kichwa chini, miguu juu, vyote ni vitamini. Kwa hiyo utakapowapa vitamini kuku wako utawakinga dhidi ya hayo maradhi yote. Ya pili ni ukuaji mzuri bayo, kwa hiyo ukitaka kuku wako akue vizuri bila stress zozote, basi wape majani kwa kuwa ndani yake kuna vitamini. Ya tatu ni ufanyaji kazi mzuri wa viungo kwa kuwa kila kiungo ndani ya mwili kinaendeshwa na vitamini. Kwa hiyo utakapowapa majani watapata vitamini na viungo vyao vya mwili vitafanya kazi vizuri. Kama nilivyokwisha kukwambia, vitamini hizo ndo zimetusaidia mpaka leo hii kuku wetu hawaumwi na wana afya nzuri, na kutokana na majani hayo tumesahau kabisa kuhusu chanjo. Tunajikuta tu tunaenda vizuri, kuanzia mwezi wa kwanza wanavyototolewa mpaka wanafikia mwezi wa kutaga mpaka kutotoa tena. Mpenzi mtazamaji, usiruke siku bila kuwapa kuku wako majani aranga utatwangwa majani hayo na kuyaweka kwenye maji, lakini kwa kuku wakubwa utawatupia tu. Ulikuwa nami Diana Mvungi mpaka wakati mwingine tena, kwa heri. Endelea kubaki Kokoriko, usisahau kushare, kulike, kusubscribe na wengine waweze kujifunza.